At least nataka kusema hii kitu kwetu, 2017 kura za Raila zikiibiwa, walituambia ni Chiloba, then ni Chiloba, kidogo kidogo, baada ya niche kapata Chiloba, amefukuzwa ameenda, Chebukati amepata, tukarudia uchaguzi. Kurudia uchaguzi ikabidi tukajua sasa mtu mwenye alikuwa anatu, an, anaiba kura za Raila aliiba kura za le, 2017 alikuwa Chiloba. Tukanyamazia, Raila naye akakataa watu wasiende kupiga hizo kura, kumbe alikuwa amejua chenye kinaendelea. Tumekuja 2022 kura za Raila zikakuja zikaibiwa. Mimi sijui kama ni kuibiwa ama sijui ni ile anauzaga kura anasema ameibiwa. Akakuja akatangaza nani? Ruto. Utangaza Ruto. Tukifuatilia matokeo, imewekwa vice versa, unapata zile kura za Raila zenye zilikuwa juu ndio zinapatiwa Ruto na zile za chini zinakuja zinapatiwa nane Raila heni. Leo hii tukakuja tukanyamazia, na mimi nataka kuambia Wakenya hivi, unaona hii kitu ya IEBC chairman na ingiria, narudia nikisema Chairman ya IEBC na Indiria, hizo viti mbili zinakuwanga dangerous. Indiria anajua siri zote za serikali mpaka za, za president zenye anafanya. Yule mtu ako karibu na serikali, ukikuja mtu wa IEBC akisha kuibia kura, obvious, anajua nini kiliendelea, kili na hivi na hivi, anakuja ndio unapata either upatiwe poison ya kufa polepole unyamazia, ndio ulipata Matiangi mtu akiingia ya akakimbia akaenda Kanada. Wakenya wameumia, vijana wana kazi wazao wanaangaika ya mtu mmoja, watu wawili, Chebukati na Martha Koome. Na mimi kwa maombi yake nilikuwa nasema hivi, Chebukati azikwe, Martha Koome afuate, si kwa ubaya Dheni unapata hii familia ya Chebukati inalia, ninyi mnalia mtu mutu mwenye amefanya Kenya sahii si Kenya, ati mnasema Wakenya wawache wasifurahie, ati Wakenya wanasherekea. Mimi kwangu nasherekea kwa sababu ile maisha ya watu wengi wanapitia hapa Kenya, watu watonanen watafuta kazi awapati wanarudi, wanakaa nakaa, awana kazi. Dheni nyinyi mnakuja mnatuambia ati sisi Wakenya tinafurahia, ati muziika mtu wenu vizuri. Niwaulize swali moja. Wazazi wa Chebukati, tumeona juzi mama bloka bloka bloka wa kuingia kwa ile barabara yenye inaenda kwa Chebukati ni ya matope, iko na mashimo. Unapata nyumba inafanyiwa renovation. Hizo pesa zote alikuwa anakula anapeleka wapi? Hizo pesa zote alikuwa anapeleka wapi? alafu natengeneza mahema zingine za ujinga ujinga, then mnaanza kusifa hapa, mnasema ati hati sisi tunachekelea mtu wenu na hizo pesa zenye alikula tu sahii wana vijana wanahangaika sahii, mwanaume anatoka, naenda kutafuta kazi, anakosa juu ya nani ya Chebukati. Mimi naambia Chebukati, hivi ukifika kule binguni, ukizikwa, ukifika kule binguni ngojea, ngojea pale kwa ngojea Ruto pale kwa gate. Hata kama ni charges ambia huyo ambia, ambia mwenye anakuwa na, na kuchaji ambia Yesu, mimi nangojea ndugu yanga kahapa, nakuja Hizi, hizi vitu za kubebwa wangu ujinga na familia zizi za kitajiri, ati sisi wale maskini tukwe tunalia juu ya mtu. Saa hii Kenya tuko kabila ngapi? Tuko kabila mbili, maskini na tajiri. Maskini ahangaike, tajiri afaidike na huyo maskini. Ndio unapata tena hao watu wanakuja kuomba kura, wakishaomba kura wakipata wanaenda pale juu, wanakaa tajiri kwa tajiri. Mimi naambia wazazi wa Chebukati nyini ni wajinga sana. Hamujui vijana wanalia aje huku nje, mujui mama wanalia aje huku nje mujui, wazee wanalia aje huku nje. Kuna mtu ako na bibi na watoto amechindwa kulisha, amechindwa juu kazi hakuna, pesa zote unapata milioni karibu gapi? juzi nimeona juzi, huyu huyu Ruto anaenda anadonate 20 million and a pledge 100 million kwa kanisa, halafu vijana wanalia hapa vijana wanalia hapa, wazee wanahangaika, mabibi wanaweka wana, mtu juu chini ya Chebukati na mata kome theni, mnakuja kwa sababu mkisema ati mzike mtu wenu. Huyo mtu mnataka kumzika vile mnataka, huyo mtu mnamzika, lakini mbinguni naingi bado atalia kilia ya Wakenya wale wenye wamekufa wale wenye wameabdektiwa wale wamefanyiwa kila kitu juu yenu mnakuja kutuambia hapo mnalia maneno ya Chebukati Chebukati ni kitu gani hata mimi najua nitakufa na nitabika kama maiti najua nitakufa lakini saa hii kilia ya wakenya lazima Chebukati na wazazi wake hao wenye wanaongea kila siku wajue uchungu ya wakenya wanalia wanapitia we mmeweka huyu mtu kwa mmeweka mtu kwa kiti huyu mtu ameenda kutengeneza afote baus hii afote baus amefungulia nini amefungulia nini nini hapa Mandera, Moyale nini Mandera? Hiyo mpaka ya Ethiopia yani ya Somalia. Hao wa Somalia wakuja wa, wa nini wachukua hapa ID. Hizo za photo. Wao ndio wanakuja kuishi. Wapige kura watoka waende. Alafu sisi mnakuja kutuambia ati Chebukati amekupa muziki kwa amani. Mna muziki kwa amani yani, yeye ni nani? Yeye ndio Mungu. Yeye anashinda nani? Kibaki. Anashinda moyo. Watu wanataka kuiba wakiiba. Na kuna kutu, ni kitu ni kitu nimekuja kugundua kwa hii Kenya. Hao wa watu wenye wako na kipara hawa kama hao watu wako na shida fulani au watu wakipara au kuna shida fulani wako nayo, ni watu wamepoteza network, kama laini ya t, au wajielewi. Juzi nimeona mamidia ma ma ma wanaenda kwa Chebukati wanaanza kuonyesha barabara vile, yaani wa wa wamezuiliwa, mpaka wamewekewa makarau watu wazingie pale wachukue data pale. Kwa nini? kwa boma barabara pekee yake ni matope, ni mashimo. Nyumba hii inafanyia renovation na ni kwa msitu na mtu anakula pesa za anakula pesa ya mtu mwingine amfaidishe na mwenye unakula pesa zake, na mtu amechukua kama state house, kama loji. Anatoka anaenda hivi anarudi analala pale. Ninyi mnakasika mkisema ati ati sai ati Chebukati Chebukati ni nani alafu napata kumbafu ingine sijui inaitwanga nani kumpa mtoto wake anajiita anasema ati mzee wake mzee wake ni buraka ingine ilikuwa hapa Jacaranda kinini ikichukua hapa mimi. Hati baba ake watu wanatusi baba yake. Mimi naambia familia ya Chebukati yote, mupende msipende, ile kilio ya vijana na wazee wote wanalia. My friend, bado hiyo familia munda kuja kulia bado, mdakuja kulipia wote. Chebukati, kuna huyu anaitwa Isaac, sijui nani huyu kiweke Alikuwa kwa ile ni nikiwache. Ki, ni nikuuliza kiti mjiuliza kiti ya IBC muda anakaanga aje two years two months, anakuja nakufa Indiria. Katoroka, na nana alikuwa mwereva katoroka akaenda nje na uru ndi alimwambia toroko wete nje utamalizwa na Chebukati. Nikakuja nikasema sikige Chebukati si hata, amekufa juzi Chebukati, alikufa last year akawekwa kwa machini anapumua familia yake ikitaka kumwona, unasikia Ruto anasema ati msiende huko atakosaa. Kumbe Ruto alikuwa amejua huyu mtu alikupa kitambo. Mimi naomba sana Mungu, na nilikuwa nafikiria siku moja niamuke tu hivi nisikie Ruto ndiye ameenda, hiyo siku naweza lala kwa ile kilabu iaii, kitu yenye naona wazee, vijana, watu wamekaa. Mtu anaamka asubuhi amelala kwa baridi amekosa kazi, amefungiwa nyumba, alafu hii mtu ilikuja ikasema vizuri imepatia na 50 milioni. Kaya tuko watu wangapi? 48, 48, 48 milioni kwa 50 milioni, ukipatia mtu milioni moja, moja umepaki na pesa ngapi? Anakuja anapatia na propaganda hiyo. Ilikuwa ni siasa sasa gani unaumiza wa Kenya? Alafu ng'ombe ingine inaenda kumtangaza bwana Chebukati. Bwana we, we, enda huko, enda nini eh, wewe enda hera lakini hata mimi ningekuwa ningekuwa ni kitu kingine, ati mwili inapatiana Wakenya wenye wanafurahia hizo igeakisha ni wa moto tunaakisha kwa ile kabili, mimi siamini kama Chebukati, alafu familia yake mnaongea. Mimi wacha niwaambie, mimi nafurahia sana, na mimi si nafurahia kwa Wakenya wanalie, sahii vitu tunaambiwa zimeshuka na hizo vitu zimeshuka, pesa hakuna Huyu mtu atatoka saa ngapi, aende nui ile chakula atafute hiyo pesa? Na vitu mnatwambia vitu zimeshuka na pesa imepanda, pesa haiko bwana. Hii serikali na Chebukati tupembelezi na wazazi wa Chebukati bwana, huyo si mtu wa kwanza kukufa. Kuna watu wengi wa wamekufa my friend. Makufuli amekufa na alikufia hapa Kenya. Wakina Nyerere ndio hao waliunganisha Kenya, waliunganisha nje ikakuwa pamoja, Tanzania inaongea lugha moja Mnatubeba ujinga hapa, mnatuambia hapa ati Chebukati Chebukati, ati familia yenu familia yenu vitu gani? Mali alikuwa nayo mbona akutengeneza hata barabara? Mbona akufanya chochote? Kipara ndiyo mingi kwa kiki, kipara ndiyo ilikuwa tuki, ya kukunini, ya kuiba, ya kutangaza mutu. Mimi me naambia familia ya Chebukati yenye mnasemaje?